wa Kisumu City. Kisumu, inajulikana Nyaruwapi. Ken Obura, Ken Obura. So tunataka kuambia vijana tusimame na Mheshimiwa Ken Obura kama mwakilishi, gavana wa Kisumu mwaka elfu mbili ishirini na saba. So tunataka vile viongozi ambao wanasaidia vijana, si viongozi wanajisaidia wao wenyewe, viongozi wanashikilia vijana. Leo hii Ken Obura alikuwa mbunge Central Constituency, Kisumu Central. Lakini wakati Ken alikuwa mbunge pale, Ken alikuwa anasaidia vijana wajua kali, kwa sababu pale ndinajengwa u pale kuna garaji ya magari. Ken Obura alipokuwa mbunge wa Central Kisumu, alikuwa anasaidia wamama pale Kibuye Market. Ken Obura alikuwa anasaidia wale wazee ambao wanafanya kazi pale, kwa sababu Ken Obura ako na agenda ya kusaidia watu wa Kisumu wasikuwe na mambo ya umaskini, vijana wasikuwa ya kwamba wana wako idol. So tunataka kuambia vijana, tuchague viongozi ambao wako na jenda na sisi kama vijana so lazima tujitume, na wale viongozi ambao wako na jenda kwetu kama vijana. So nataka kuambia keno Bura, usiogope usitishwe, wewe simama kwa sababu tunajua y kwamba wewe uko na lengo ya kusaidia vijana wa Kisumu. Wapi mkofi. Swaga. So, tunataka kuambia mheshimiwa gavana. Hey. Wewe tunakutambua kama mheshimiwa mbunge na kuanzia leo sisi kama vijana wa Jaluo tutasimama nyuma yako ili Kisumu kuwe na makampani kule Kisumu. Makofi! Kizuu. So, tunataka kusema kwamba Keno Bura ame pita nyongo kama kama Keno Bura amedisafu kuridhi pita nyongo na Kisumu. Si watu ambao tunaletwa kwamba wewe chagua ule, chagua ule. Tunataka kiongozi kama Keno Bura. Makofi, makofi, makofi, makofi. Ma La wa Kisumu. So tunataka akichaguliwa na sisi ni wenye kura, tusidanganywe na mtu yoyote, chaguini ule. Tuliona uongozi wa Keno Bura na Keno Bura si mtu ya kudanganya watu. Keno Bura ni mtu wa matendo. So tunataka kuambia Keno Bura, tuko nyuma yako na tunakutaka, hata sisi ambao ni vijana watushikwe mkono kwa sababu tunataka mageuzi. Hatutaki viongozi wazee, tunataka viongozi wa jana ambao ni vijana, ambao ni wadogo kama sisi, ambao tunafanya kazi na mheshimiwa Ken Obura. Jambo langu ya pili, wakati tunatengeneza serikali na Ken Obura, tarajia kwamba zile tenda ya county tutaambia mheshimiwa gavana Ken Obura, pia tupe tenda ya county kwa sababu sisi, siku gavana wetu uoga kura ni ya wananchi, na kama ulifanya wakati ulikuwa mbunge, kwa nini usipewe kura kama gavana 2027, kama gavana wa Kisumu? So Kisumu inataka kampani, angalia kama kampuni ya samaki imepelekwa wapi? pika Kwani sisi hatuna shamba? Sisamba iko shamba siku kubwa Kisumu pale mali ya kikomi, sijengwa hapo kampuni ya samaki. hata kama kama ni tunatafuta shamba

vitu yenye mjukuu amesema, unajua mjukuu anataka MP, mimi mos nataka tu MCA, so vitu vyenye mjukuu ameongea sote